odi ambaye alizidi kuendelea na somo lake pia la kusema kwamba nguvu ya maamuzi, nguvu ya maamuzi. Ah, mimi kiukweli nimezidi kumwelewa sana kwa namna mbalimbali mbali. mm. kwa sababu yeye, ukizunguka maeneo yote ambayo anafundishayake, kiukweli mm. haachi kukuambia tu mwanadamu, unatakiwa uwe na jitihada. Hatua yoyote ya mtu ambaye utamwona naye, basi kuna hatua, na hizo hatua ambazo utaziendea kuna misingi yake ama mikakati yake mm. E, pasipo hiyo basi auwezi ukafikia hatua yoyote. Ndio maana akatolea mfano akasema kwamba hata kama ukisema kwamba una uwezo wa kupiga kinanda ni mm. Jumapili tukupe kinanda upige, kama mm. kwa sababu ya wakati wa ibada, akasema haiwezekani kiukweli kabisa, kama hatutakuona katika mazoezi mm. ambaye ukaonekana huko ukifanya vema, hayatatushawishi ama yakatushawishi sisi kukuruhusu ama uongozi kwa kuruhusu wewe kuweza kuchagiza ibada kufanyika kupitia wewe kupiga kinanda ama hata gitaa, lakini ni kwa vile utaonekana mwanzo umefanya. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu sana, anazidi kutubusti sana, Amen. kwa mafundisho mbalimbali mbali. Lakini pia aa, mimi kuna jambo ambalo leo nilinitokea asubuhi, nakumbuka na sana mafundisho kadha wa kadha, kama mtumishi wa Mungu John ambaye amezidi kufundisha hapo kwa habari ya kwamba ameamua kuchange style yake ya kuishi kwa namna ambayo amezidi kuisema mm. kwamba ni wakati mwingi sasa atakuwa akitaka kuishi kwa haya ambayo anayazungumza. Akiwa naomba sana asubuhi, wakati fulani mimi na akafundisha akasema kwamba hatua ambayo niliweko mimi mimi, ndo ndo na kikwazo yani, nisipotoka nilisipoamua mimi mm. kutoka hatua niliopo sitaweza kutoka. Kwa hiyo leo nikiwa nimelala asubuhi sana yani, ma, yani nasikia kabisa anaomba huyo bwana, anaomba kiasi kwamba ananishawishi niamke, mm. niamke ni na mimi nasema hapana bwana, ni saa 11 hii mm. kwa nini bado naendelea kulala? Lakini a, kiukweli nguvu zilikuwa chache mm. nilijibariki tu nikalala, lakini kiukweli <coughs> sauti zote za kunitaka niamke nikaombe yeah. na kusema kwamba huyu mtu, nakumbuka mimi nilikuwa nalala hapo madhabauni mara kadha wa kadha, yeye alikuwa akija akianza kuomba, basi unasikia ile sauti moja mm. kwa moja ikibisha sana kwenye ufahamu. Kwa hiyo unaona, ah, mimi nikasema hapana, acha tu kwa sababu kwa kweli kengele zinapiga alarm, zinapiga sana. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu sana kwa ajili ya yote Amen. Lakini hata mzee ambako alizidi kutusisitiza ya kwamba walau tuwepo, ni watu wa kuombaomba, walau kila wakati tujionyeshe kwa namna fulani fulani mbele za Mungu ama kwa wanadamu, kwa maana ya kwamba kwa kutaja taja jina la Mungu wakati wote, kujionyesha ama kutaka Mungu awe ni Mungu kabisa kabisa huyo kwa kumtaja kila mahali tunapokuwepo, basi atatupeleka kwenye lile kusudio, kwa sababu akasema ibada kama ibada afaya lengo lake ni kutupeleka sisi kwenye ile maana halisi ya ibada, ambao ni ukombozi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana, lakini pia hata mama alisema kwamba nitakute Mungu ningali bado na nguvu. Kwa hiyo yote kwa yote, mimi nasema hapana, Mungu atusaidie sana, ama anisaidie sana Nde, haya yote yasiyo ya bure, kusudi litimie lile ambalo limekusudiwa. Neema Yesu Kristo io pamoja na nyote hapo kambi kuu lakini pia na makambi mbalimbali na wazazi wetu hapo Mungu awe pamoja na nyote. Amen. Amen, amen. Basi kwa dakika zilizosalia karibu Dar es Salaam. Bwana asifiwe. Amen, amen. Amen. Basi tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya Jumatatu ya leo. Ndio. Pia tunamshukuru Mungu kwa vile ambavyo anaendelea kuwa pamoja nasi. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya neema yake mm. E, ulinzi wake, pamoja na kwamba tunaweza tukawa hatuko kwenye miongoni mwa hali bora sana lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu katika yote tunaamini pia Mungu anaendelea kututetea. Mimi nimshukuru Mungu kwa ajili ya kanisa, watu wa matawi yote ambao tunaendelea kufanya ibada. Wakati mwingine hata ukiingia kwenye ibada ukashangaa mi mara nyingi kwenye skrini yangu kwa sababu ni ndogo anaweka tu wale walio kwenye video hasa mm. Ukikuta walio kwenye video labda wawili au watatu, anajiuliza watu wako wapi leo? Mbona mbona ni kama hawapo? Ni kweli tunakuwa tukumbali, lakini tunavyoonana hivi tunakuwa najua bado tuko hai au bado tunaendelea na wokovu. Nimshukuru Mungu kwa sababu ya ibada ambazo tunazidi kuendelea nazo hapa Dar es Salaam ambazo kimsingi sisi eh, tunaendelea kuhamasishana kwanza kuendelea na, na Mungu lakini pili kuendelea kutafuta kuona tunawezaje kutoka kwenye kwenye eneo ile au kwenye kwenye hatua hii Ndiyo. japo hatukutoa ripoti ya ibada ya Jumatano lakini kwa sababu ya muda ntakimbia. Okay, kiufupi Jumatano tuko na jifunza alifundisha mtumishi Gwamaka kwamba Mungu yuko kwenye harakati mtakazokuwa nazo Amen. au Mungu yuko vitu nitakavyokuwa navifanya. Mungu sitakutana naye nikiwa nimekaa, au Mungu sitakutana naye nikiwa namwomba tu namsubiri. Kwa hiyo alitufundisha kigusia pia harakati zake e, ni miongoni mwa watu ambao huwa wana kila magari wakipanda, wanashuhudia, na harakati nyingine za kwenda kutembelea watu mbalimbali, kwamba hata kama una upako basi walau uanze na wema ambamo Mungu anaweza kakukutia mle au anaweza kakukuta kwenye moyo huo. Amen. Lakini pia ni mshukuru Mungu, Ijumaa nilienda hapo Mbagala mm. au ndugu zangu tulienda kwa mshana tu kifupi, kwa sababu baadhi ya siku anaona anaweza kawa anachelewa kujiunga discord. Hadi leo leo kuko kuna vitu inaweka saa hapa, nikawa najiunga nasema wanakaribisha wambagala leo amewahi lakini kijumla ni kwamba lengo la kukusanyika ni ili tuamshane na tukumbushane maana na sababu, kwa nini tunakusanyika, kwa nini tunaomba, na kwa nini tunaendelea kufanya kile tunachoendelea kufanya mm. E, jana tulianza ibada asubuhi, baadhi waliingia saa moja. Lakini mimi Jumamosi, kwakuwa kulikuwa kuna vitu nilikuwa namalizia kuviandaa mm, nilichelewa sana kufikia, kwa hiyo kama saa mbili ndio nilikuwa naingia ibadani. Tuliomba na baada ya hapo tuliingia kwenye vipindi vingine vikiwemo vya kuabudu na baada ya hapo niliingia kwenye kuhubiri. Nilikuwa nafundisha kwamba msingi wa kwanza wa hatua yoyote njema unayotaka kuiendea maishani mwako ni maombi na kufunga. Kiufupi, nilichokuwa nakielezea ni kwamba e, iko hatua njema ambayo mwanadamu naitaka yani hata ukiacha ibada bado unaitaka Ndiyo. Kwanza ulikuja kwenye ibada, hiyo hatua ulikuwa unaitaka Ndiyo. Na hata ukiacha ibada, ni kwa sababu ni kama kwenye ibada ujaiona mm. Unajaribu kwenda kuitafuta kule nje, lakini na kule nje na kwenyewe haiko mm. Ungetakiwa tu ukomae huku kwenye ibada Amen. Sasa maana ya moja kwa moja ni kwamba ulikuja kanisani, kuna hatua njema ulikuwa unaitaka, sio? Ulikuja kwenye ukovu ulikuwa unaitaka Sio kwenye, kwenye maisha yako wewe yani, wewe kuna Saka, awe wewe ulikuwa unataka usiwe hivyo ulivyo au nisiwe hivi nilivyo. Ndi. nilikuwa nataka niwe mtu mwingine. mm. Niwe nikiongea watawala wanajiarishia, lakini mpaka leo inawezekana nikiongea hawaharishi kule, wanakuja kuniteka. Sasa mwisho yote ni kwamba yule mtu ambaye nilikuwa namtaka yule kwenye ibada anapatikana. Amen. Ila sasa inawezekana na kutoka hapa nilipokwenda kwa yule kuna hatua yeah. ambazo anatakiwa nizichukue. Ndio maana alifundisha mtumishi Anodi kwa habari ya nguvu ya maamuzi. Kwa hiyo elezea kwamba e, maombi kwanza, tunavyoisoma Bibilia maombi ni agizo yeah. na mtu yoyote anayetaka Mkristo kwa matendo, kwa sababu tukisema Mkristo ni kuishi Kristo alivyoishi na tukisema Ukristo kristo kuishia tu labda kuhubiri walevi. Kuna mahali alimwambia Herode, nendeni mkamwambie yule mbwea. Maanake tukisema tunakuwa Wakristo pia hatutaishia kwenye Ukristo kuhubiri tu watu kusema, njoni kwa Yesu. Hmm, kwa Yesu ni wapi? Kwa Yesu ni ambako hakuna maonezi. Maanake kuwa Mkristo kimatendo ni kuwa na tabia zote za Kristo. Amen. na kwa sababu Kristo yeye alikuwa na maisha mfanya we Kristo tukitaka kuwa Wakristo kwa matendo, msingi ambao tunatakiwa tuanze nao amaana, hata nikawa nasema kwamba kuna hii lugha ambayo inaitwa labda kumpokea Yesu, kwamba msingi labda utaka tuseme msingi wa kila hatua njema kwenye maisha yako ni kumpokea Yesu. Uta, uta, utarudi kwenye swali kumpokea yesu nini au kuokoka ni nini? Utagundua kuokoka sio kule kuongoza sala ya toba kwa sababu kuongoza sala ya toba ambako nyuma hakuna vitu utakavyokuwa yani, hakuna mfumo ambao wee utamsogelea huyo Mungu mm. Haui Mkristo kwa sababu umeongezwa sala ya toba. Sisi Jumamosi kuona kipindi cha ushuhuda hapa, kuna mshirika mmoja alikuwa, alikuwa anahubiri kwamba kuna mama mchungaji alikuwa anamchukua na, na bodaboda, baadaye akageuka ni mshangazi. Kwa hiyo siku ya siku akawa ameenda nyumbani kwake, anaona tu kuna watu wameenda nao, halafu wale watu wanaambia, wewe wapelekea watu ila Ye mama mchungaji ni kama anakuna tu mlemle mle ndani, alafu ni kijana bado hajaoa. Mama mchungaji mbona simwelewi? Lakini siku ya siku basi akageuka ni mshangazi wake, anampa hela mpaka tukawa na mtania wote kunakuna hela za sadaka we. Lakini tukawa natolea mifano kwamba watu kama hawa, wanaitwa mama mchungaji lakini Yesu hawajawahi hata kumpokea, hata wamjui. Kwa mwisho yoyote ni kwamba msingi wa hatua yoyote njema mm. Yaani tuache tu kwamba tu, tu, tu, tu, si unataka ya kupona magonjwa, hatua yoyote unayejua wewe ndiyo msingi wake ndio Yesu wetu. Tutaendelea kuongoza sala ya toba, tutakwambia mpokee, tutakubatiza, lakini baada ya hapo mm. wewe kwenda kuwa yule uliyemkiri kwenye sala ya toba kwamba namkataa shetani, ili uwe ndo yule ambaye utamkataa kimatendo ili uwe ndo yule ambaye utatokea kwenye sura ya Kristo atakayekuwa aidha akitiisha wafalme au akiwafanya wafalme waenende kwenye njia ilioa. Lazima uonekane e, kwenye maombi hasa ya muda mrefu kama Kristo alikuwa anaomba. Kwa hiyo tunaendelea kuimarishana, kwa sababu ukweli ni kwamba e, kwa sehemu, nakumbuka jana pa saluni wakati anafundisha alikuwa anasema kwamba Eh, uh, kuna wakati Roho anaweza akakuvuvia uongee. Sasa sizungumzii si tu fundisho la Pasaruni, lakini ukweli ulivyo ni kwamba wakati mwingine sisi hata msukumo wa kuongea mambo fulani anayekuwa anaonekana ni magumu. Sababu nakumbuka siku moja wakati Pasaruni anafundisha kuhusiana na, na gharama ya kutubu alisema kwamba hapa tulipo hakuna sauti ambayo inaikomesha mvua miaka mitatu kwa sababu ya makosa yetu, lakini ukweli ni kwamba ikiwa kungekuwa kuna mtu katikati yetu ambaye, yani, kwa mfano ameomba labda mvua imekomeshwa mitatu, kwanza lazima kungekuwa na adabu, kwa sababu hata akina Eliya walivyokomesha mvua, ni kweli Ahabu alituma watu kwenda kumtafuta, lakini kwa vyote vile inawezekana Eliya akuwa amekimbilia mbali, ila tu alikuwa amefichwa kwa namna ambayo ya kuonekana. Sasa mwisho yote, nachokuwa namaanisha nini ndiyo ni kwamba hapa tulipo, ikiwa tunaumia au tunateseka kwa namna yoyote, msababishaji wa kwanza ni mimi na wewe ambao tunafanya ibada. Kwa sababu ikiwa kuna sauti ambayo tunataka iwatiishe watu fulani, ile sauti kwa wanasiasa haipo na haitakuja itokee, kwa sababu wale wanategemea nguvu ya demokrasia, lakini sisi tunategemea nguvu ya Mungu asiyeonekana, lakini nguvu zake zinaonekana uwezo wake unaonekana, udhihirisho wake unaonekana. Kwa hiyo baada ya hapo tuliingia kuomba kwa muda kidogo, na baada ya hapo tuliingia kwenye kipindi cha matoleo. Tulivyomaliza tulikuja kumsikiliza Pasaruni akiwa anamalizia na, e, na baada ya hapo tulienda kumsikiliza mzee mi ni mshukuru Mungu kwa sababu ya somo pia la Pasaruni ambalo alikuwa anafundisha kuwa tumedhaminiwa au Yesu alitudhamini na hata ale ule ushuhuda ambao alikuwa anatoa mtumishi Baraka pale asubuhi kwamba kiukweli tunatakiwa kujua kuwa tumedhaminiwa na tunatakiwa kuthamini kile tulichodhaminiwa, au tunatakiwa tukibebe kwa thamani, kwamba kama sijui kuwa nimedhaminiwa, naweza nikauchukua ukovu kiwepesi ama mm. naweza mwisho yoyote nikachukulia mambo kirahisi, na mwisho yoyote nikaenda kutokea kubaya, kwa sababu sikuishi kwa tahadhari nikijua kwamba E, kuna makosa nilikuwa nayo nikadhaminiwa, na sasa hivi natakiwa niishi kwa tahadhari ili nisikosee tena, kwa sababu e, sidhani hata mahakamani kama huo kuna utaratibu wa mdhamini mmoja kudhamini mara mbili. Yani, ukishadhaminiwa kesi ya kwanza, sidhani kama ukikosea ukipata kesi tena mdhamini yule yule, nadhani huwa hana nafasi tena ya kudhamini. Sasa naweza ukasema ni kweli Yesu ana rehema, lakini kule kutokuwa na tahadhari au kutokushikwa tahadhari kunaweza ukapelekea matumaini yule aliyekudhamini aone ni kama uko serious. Nimshukuru Mungu pia kwa sababu ya maelekezo yote ambayo ende nayo mzee kutuendelea kutuhamasisha kwamba tufikirie tuwe ni sisi, hata kama tutaonekana kwenye level za kukemea watu, walau tuweko kwenye level za kuombaomba na kumpenda Mungu sana, humo ndani inaweza ikatokea nguvu ndani yetu ya kusema hapana, ili nitaongea nitaongea hata kama itatokea lolote. Neema ya Kristo isio pamoja nasi, tuwe na ibada njema. Amen, amen. Basi karibuni viongozi wa ibada tukaabudu. Wewe ni Mungu usiyebadilika tangu zamani, nguvu zako ni zile zile, uwezo wako ni ule ule, mamaka yako ni ule ule, nguvu zako ni zile zile, Jehova, wewe ni Mungu usiyebadilika, wewe ni Mungu usiyebadilika, wewe ni Mungu usiyebadilika, uliyetenda zamani za baba zetu sasa wewe ni Mungu uliyegawanya mali ya Shabu, hata sasa unaweza. Uliyesimamisha jua wakati wa Yeshua, hata ata unaweza. Uliyowapiga wa Misri kwa mapigo kumi, hata sasa unaweza. Nguvu zako ni zile zile, uwezo wako ni ule ule, mamlaka yako ni ile ile. Jehova Mungu ni hai Jehova Mungu liha, tunakuita Mungu, tunakuita Mungu mwenye nguvu, tunakuita Mungu mwenye uwezo, tunakuita Mungu usiyashindwa, tunakuita Mungu usiyashindwa, tunakuita Mungu usiyashindwa, tunakuita Mungu, kia maombi awakutaa mu jm utukumbuka Tanzania. Kanisa lako ulikumbuke, kanisa lako katika kipindi na wakati huu wa giza ambao Bwana tunapita tunapita lita lako ambao Bwana tunapita watu wako wa Tanzania tunapita. E Mungu ni hai, e Mungu ni hai. Tunakuomba Bwana tunakuomba usikie maombi haya, tunakuomba usikie kwetu, usikie kuomba kwetu, wakumbuke Bwana hata wazazi wetu Bwana, walio sababu ya sisi kuwa hivi, walio sababu ya mabadiliko makubwa juu ya mili yetu, walio sababu ya mabadiliko makubwa juu ya fahamu zetu, walio sababu ya mabadiliko makubwa juu ya mitazamo tuliyokuwa nayo. Tulikuwa na mitazamo ambayo Bwana hata sasa, huenda wengine tumekuwa marehemu ana mitazamo ambayo mwisho wake ulikuwa ni mwisho wa majuto, mwisho wake ulikuwa ni mwisho wa aibu. Lakini Bwana, kupitia tababu ya wajoali wako, kupitia mangaiko na kujiangamisha kwa wajoali wako, Bwana, tumekuwa hivi tulivyo, tumekuwa tukitazama mambo hivi. Jehova Mungu aliye hai, ninakuomba Bwana, uwakumbuke uko aliko. Ninakuomba Bwana, mkono wako Neema yako isipungue juu yao. Mema juu yao. Neema yako na baraka yako wako usipungue juu yao. Isipungue juu yao. Yako ya Damu yako ya Kalvari inene mema juu yao. Damu yako ya msalaba anene mema chuya Mungu, tunakuomba tunakuomba Bwana, tunakuomba tuna wakumbuke wazazi wetu, tunakuomba wakumbuke ukoaliko, tunakuomba Bwana, uwalinde ukoaliko Bwana. Tukijitazama hivi tulivyo, tunageuka nyuma, tunaangalia jitianasa, tunaangalia mioyo yao alivyoitoa ili sisi tuwa hivi tulivyo. e Mungu, hatuna cha kuwalipa, hatuna cha kuwalipa zaidi ya kuelekeza maombi yetu kwako, zaidi ya kuelekeza maombi yetu kwako kwamba uwakumbuke huko aliko Bwana, uwakumbuke Bwana, ukaiangalie tabu yao, uangalie Bwana tabu yao yote, haya yanayowapata abu ni sisi yanaopata, yote haya ni kwa sababu yetu sisi. Wamedhamini maisha yetu, wamedhamini maisha yetu, wamebeba mdhamana, wamebeba mdhamana. Tabu wanaoipitia ilitakiwa sisi tuingie humo, lakini Bwana wamekubali kubeba, wamekubali kutudhamini, wamekubali kutudhamini, watu tulio wa watu tulioshindikana, watu ambao ndugu zetu walitushinda, jamii ilitushinda, wakatuzamini hata kutuleta hapa hata kutufundisha tukatujue wewe, e Mungu, e Mungu liha usikie maombi ha usikie dua, uwakumbuka kwaliko uwakumbuka kwaliko kono wako wa neema, kono wako wa neema, kono kono wako wenye nguvu, ukae pamoja na ukae pamoja na pamoja katika jina ya Yesu kis katika jina Yesu, katika chinaykaka chinaykaa chikatika china Yesu. Jehova Mungu ka Jehova Mungu wanema Jehova Mungu wa baraka Jehova mtakatifu, tunakuita Bwana, tunakuita katika yada.